Andike pale neti kwa heshima yake ya mwisho. Tutulie kabisa, tutulie kabisa. Asante. Wale walio na neti ya sanduku la pili naomba kwa heshima waweke neti yao kwa heshima yake ya mwisho, tuweze kuweka neti yetu. God bless you, Mungu awatende mema. Walio na neti ya pili, ya tatu wanaotaka kuweka pale naomba waende karibu waweze kuweka neti yao kwa heshima ya mwisho. Mungu awabariki na Mungu awafunge mkanda wa machozi. Kwa hiyo heshima sasa, wale watakaonisaidia kubeba hili sanduku nataka niwaone hapa, watakaonisaidia kubeba hili watakao nisaidia kubeba lile pia niwaone pale, na watakao nisaidia kubeba lile pia niwaone pale okay, okay, okay, okay. Nataka niombe sijasema mbebe. okay, okay. Tafadhali, nataka tuende na utaratibu ili kazi iwe nyepesi hmm? Watakao beba hii ni wangapi? yeah, mkoa wangapi? Watatu. okay, okay. Mkoa wa nne watano, asante. Watakao beba hilo ni wangapi? okay, okay. one, nataka nione watakao beba hili ni wangapi? Asante. Watakao beba lile ndogo nt Nataka mtu wa nne. Asante, nataka niombe tutulie kidogo. Baba wetu katika jina la Yesu, umekuwa mwema kwetu, Baba unayeishi, tazama kunao ndugu zetu na dada zetu, wamejitoa kutusaidia kazi hii ya kusindikiza watoto wetu walioita mbinguni kwenye makaburi. Watie nguvu, wabariki, wape moyo wa ugumu, ili Baba watende hii kazi, waunganishe na kanisa katika upendo, ili kazi wa furaha Asante kwa kutuka neema na kibali, unapotuunganisha kwa pamoja, tutakushukuru tukisema ni asante, na ni kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini amen. Amen. Amen, kidogo tu, musibebe mchungaji wa kuaga kidogo tu, waage alafu muchukue. Eh, tulieni tu, kuna kitu kinasomwa alafu mutabeba mwili wachungaji. <tutu> Wote tujembele, tuinue mikono zetu Naomba rekta atanitakia majina yote matatu, namenitatuma oa Ikunda, nendeni kwa amani. Ewe mwoyo mm, uliobarikiwa utoke ulimwengu huu uliocha taabu na uzuni na kuyacha macharibio mengi, katika jina la Mungu Baba Mwana aliyekukomboa Mwana aliyekukomboa na Roho Mtakatifu. Mungu akuongoze uweze kuingia katika, uh, taji yako ya ushindi kutoka mkononi mwa mkombozi wako ili uweze kuingia katika furaha ya Bwana katika kundi la waliobarikiwa malaika wake watakatifu, malaika wake watakatifu. Waliobarikiwa malaika wake watakatifu na mitume wake na watakatifu na manabii na watumishi wake waliobarikiwa amen. Amen, ni katika jina la Mungu Baba wetu, baba wetu mwenyesi muumba bingu na nchi. Ni wakati mwingine ambao anatoa shukrani kubwa mbele yako nikisema asante kwa roho wako mtakatifu ambaye ametuongoza baba. Tumefika hapa kwa ajili ya hawa ambao umewaita watatu kwa wakati mmoja. Baba, tunawaita mikononi mwako, niwa na imani ya kwamba mioyo zao na roho zao Baba wa mikononi mwako, unaomba mipangilio yote na hata wanapo baba, pereka kila mmoja kwa nyumba yake, tunaomba roho wa amani ukaweze kuwalinda hadi siku Yesu atakaporudi katika ufukua wake Baba, ninaomba nikijua wewe umesikia na kuyatenda. Na ni katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Habari Amen. Amen. yenu kama nyinyi wa Kenya na Nairobi na watu wa kanisa mpaki hapo, kwa tent chakula inakuja hapo <tipulis> alafu, watu wengine wote chakula yenu kwa upande mwingine, wenye wanapanga meza hapo, sawa

Tulia pale, tulia kidogo. Hizo majeneza sitaki zitembee hivi laini mrefu. Nataka hii kubwa ikiwa hapa, ingine ifate, ingine ifate. Nataka tuwe msafari asimame hapa mbele mwenye ana msalaba hii, asimame hapa mbele mwenye ana msalaba ya hiyo, asimame pale mbele mwenye ana ile msalaba nyingine, asimame mbele wa hii. Nataka mwenye ana msalaba wa hii.